Katika dominika hii ya nne ya kipindi cha majilio kanisa, linawasha pia mshumaa wa rangi ya urujuani, na mshumaa huu ni mshumaa wa nne katika mfulizo wa mishumaa inayowashwa katika kipindi hiki cha majilio, na mshumaa huu huitwa mshumaa wa malaika au mshumaa wa mapendo. Na unapowashwa katika dominika hii ya nne, basi tunakumbuka namna ambavyo malaika walitangaza habari njema ya ujio wa Mwokozi hapa duniani. Mungu kwa upendo wake mkuu alimtuma mwanaye pekee duniani kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, kama ambavyo Yohani Mwinjili anavyotufundisha katika maandiko yake sura ya tatu aya kumi na sita hadi ya kumi na saba. Mshumaa huu ni ishara ya amani. Nikutakie wewe mtazamaji Furaha na amani ya Kristo mzaliwa katika moyo wako na katika maisha yako. Tuwe watu wa kutafuta haki inayoweza kuzaa amani siku zote za maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.